Washikaji zangu, mtoto mke wako mjamzito miezi miwili, unaambiwa kaka eh, anza kutafuta majinsi anayekuja dume. Miezi miwili mshikaji wangu yeye eh, anakuja demu hapo sasa. Sketi hatusemi, hatusemi, tumekaa kimya, tunawaacha watu wanaibeza serikali, nanyi viongozi mpo. Mimi wakati namtongoza mke wangu ule Zainabu nilipata tabu sana. Wakati namtongoza Zainabu, simu hakuna, nyumba ya baba yake ina fence, yaani ina mabanda ya uwani. Sasa akiwa ndani, kumtoa kwake kazi. Na mimi na ndo namtaka, nasema demu wa kumuoa ndo huyu. Nililazimika mimi nijifunze nyimbo, siku nyingine nikawa naimba mpaka nyimbo za unyago ili asikie atoke. Wajumbe oye oh oh, mi nilikuwa naimba mwana wa kulela mwana wa kulela ishima ye akaikaa tati mundo kuyovelela nyimi taugali asikie. Sasa siku nyingine naimba mpaka namaliza hatokijii. Leo nani anapata tabu mwenzangu, nakuhitaji kesho, nataka kuongea na wewe sawa. Mzee Hamisi sifuri saba tano tano sitini na mbili thelathini na nane tisini na moja tena namba, ukikosea, amekwambia sita, we umesema tisa. Sita, unasemaje nchi haina maendeleo Mnakaa kimya, watu mko kimya, hamsemi.